Tumsifu Yesu Kristo. Umesema mkristu mwenye mke zaidi ya mmoja ametenda dhambi ya kadamnasi na hawezi kuzikwa na kanisa. Je, vipi kuhusu mtu aliyekuwa mpagani mwenye mke zaidi ya mmoja akaamini akabatizwa, je, atafanyaje angali wote ni wake zake na anawapenda wote? Anaitwa Mama Dori kutoka Arusha. Hapo ni lazima, kama anataka kuwa mkristu, mkristu mkatoliki, ni mke mmoja tu kama une wake wako wanne watano wote unawapenda, chagua mmoja, wezi kupanda farasi zote hizo, chagua farasi moja, chagua mmoja. Na anachagua mmoja, na yule ndiye anafunga na ndoa naye. Na ukisha chagua mmoja, wengine wale wote wanakuwa huru, wanakuwa huru, wanaobaki wanakuwa huru. Lakini kwa sababu wewe ulikuwa nao na uenda una watoto nao, una wajibu wa kuwategemeza Manake kwamba umechagua mmoja, sio kwamba wengine unawatupa hauwajui. Hapana, una wajibu wa kuwategemeza, hivyo lazima uwawekee mali pao pa kukaa kule na mali, pengine kama tuka mnaishi nyumba moja, lazima utofautishe sasa, wakae kule na, na manake kwafanya huru, manake yule mmoja wao akipata mume mwingine anaolewa, awezi kusema wewe mke wangu unaolewa na nani? Au kamkuta anatembea na mtu, yani wanakula raha na mtu mwingine huko, labda ni mchumba wake, kwa, kuka, kasema ukakasirika, awezi kukasirika, ulisha mwacha huyo, sio wakwako tena. Unachagua mmoja na huyo ndio nafunga ndoa naye, wengine kwa sababu ulikuwa wake zako na wenda wena watoto wako, una wajibu wa kuwategemeza lakini sio wake zako, ni wako huru huru kabisa. Hata ukimkuta natembeana na mtu hauwezi kusema lolote lolote. Nasema kwamba waende kutembea na watu wake wengi. Ukifika mahali ukaongoka, tunakubali wengine uwache, ubaki na mmoja. Hatumaanishi kwamba uache kuwategemeza wale wengine, uwategemeze, kwa sababu umeshawaharibia maisha yao, hawezi kupata labda mume wa kuwaoa na wana watoto wako. Kanisa linakubali kabisa uwategemeze, ila sasa waone kama dada, aa eh, waone kama dada zako. Basi hapo unakuwa unaongoka, hata kama ulikuwa Mkristu ukakangeuka. Lakini wewe sasa hauwezi kuchagua mmoja, lazima urudi kwa yule ambaye mlifunga ndoa naye. Aw, hauna uchaguzi tena, ulishachagua tayari wewe. Yule ambaye hajabatizwa mpagani, ndiye anaweza kachagua mmoja wapo Nisa, kwa kawaida nachagua kale kadogo. <laughs> bali waziana wacho ba, tutafanyaje? Ndio hali halisi <laughs>